Nam mtazamaji wa Faida Online TV, harakati za kampeni zinaendelea katika maeneo mbalimbali Tanzania, lakini pia bila kusahau katika mkoa huu wa Mtwara, ambapo siku hii ya leo Faida Online TV tumekita katika ardhi ya kata ya Msangamkuu ndani ya jimbo la Mtwara vijijini, eh, mkoani Mtwara kwa lengo la kuja kushuhudia kampeni za mgombea udiwani wa kata hii ya Msangamkuu, ndugu Mahamudu Mohamed Sinani, ambapo amepata nafasi ya kuweza kuzungumza na wananchi wa kitongoji cha Sinde B, lakini pia bila kusahau hapa na Mela, kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba anatoa sera zake, lakini kujinadi yeye mwenyewe kwenye nafasi ya eh, udiwani, bila kusahau kumnadi mgombea wa ubunge wa jimbo la Mtwara vijijini kupitia Chama cha Mapinduzi, CCM Arifu Suleiman Prem bila kusahau yule ambaye anagombea nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kupitia Chama cha Mapinduzi, Dkt. Samia Suluhu Hassan. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment. Lakini mgombea huyo wa udiwani eh, ndugu Mahamoud Muhammad Sinani ambaye ana nafasi ya kuzungumza na wananchi huko, akiwaambia kwamba shida zao anazifahamu ikiwa ni pamoja na wakulima wa mwani kuwa na matatizo mbalimbali kile pamoja na bei ndogo ya mwani na vitu vingine kama hivyo. Faida Online TV tunakusihi endelea kubaki nasi kwa ajili ya kuweza kujua kile ambacho nimekuandalia katika siku hii ya leo. Sisi tunachukua fursa hii tunaomba kura Mama Samia Suluhu Hassan. Mama Samia. Ari Frenji, Ari Frenji, oyee. Lakini pia najiombea kula mwenyewe, najua nimeshinda tena kwa kishindo, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na idhini ya wana Msangamkuu wote ipa wote. Napendwa na vanu wote mpaka voo vana kamel nilembela Msangamkuu hivi, na taswira mpya, taswira ya matumaini taswira ya mshikamano, taswira ya ushirikiano. Kuwe na uongozi bora, uongozi makini, uongozi ambao unasimamia maslahi ya wananchi wote. uongozi unataka ukaribu na watu kwa sababu nyingi. Sababu ya kwanza, watu inabidi wakueleze matatizo yao. Ukiwa karibu na watu, watakueleza matatizo yao. Watu inabidi waliye na wewe, watu inabidi wafurahi na wewe. Kwa hiyo, kwa ukaribu na watu, haya yote yatawezekana za watu nazo zingine huzijui, inabidi lazima kwanza wakujue wewe kwanza ndio utapata kero zao. Najua hapa Sinde mashaka ya maji. Najua linatakiwa soko hapa mwani, mwani wa matizo yake hapa. Najua mwani bei yake ni ndogo, kene duniani kwa mwani bei ni kubwa, lakini kwa nini mwani wa Msangamkuu bei inakuwa ndogo? nataka kuongoza kata hii kwa sababu naziona fursa mbele yangu. Naona kabisa wananchi wanaweza kupata maisha bora zaidi ya sasa hivi, lakini nahitaji sana ushirikiano wenu. Kwa majina naitwa Saliki Songoni mjumbe mkutano mkuu sisihemu taifa mtaka. Ninarudia kusema uchaguzi huu uchaguzi Msangamkuu anakwenda kuzisimamia kwa ukweli, kuzisimamia anakwenda kusimamia fedha za umma zitakazoleta Msangamkuu. Mpeni kura mama Samia, mpeni kura alfu, mpeni kura kaka yangu Sinani tuweze kutekeleza mipango ya maendeleo. Tunahitaji maendeleo. Sinani anahitaji kukimbizana na maendeleo. Sinani ana masiala. Sinani amedhamiria kuwakomboa vijana kwa mama wakulima wa mwani nendeni mkapiga kura Sinani. Ni dhahabu. Sinani ni mgodi unaotembea na. Mtazamaji wa Faida Online TV, mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Ukumbushe yu kusubscribe, ku like, na comment yetu, ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.